Namna gani ya kupata maarifa? Jambo la kwanza, kuwa na hofu ya Mungu. Mhubiri 12:13 nasemaje? Hmm, hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa, mche Mungu, nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo ipasayo mtu kwa jumla ndio impasayo mtu. Ile neno kwa jumla ndio impasayo mtu, ndio kazi ya mtu. Yani kazi ya mtu ndio impasayo mtu, ndio kazi ya mtu. Anasema mche Mungu, anasema jumla ya maneno yote ambayo umeshakusikia, jumla yote. Maana huku alihubiri wewe akaongea, alisema jumla ya kila kitu, kila kitu kitu ukikijumlisha, ok, ndani yake ni kumcha Mungu, kumcha Mungu, kumcha, kumhofu Mungu yake, kumhofu. Biblia inasema kumcha Mungu ndio chanzo cha maarifa, ndio ndio Biblia inatuambia. Kwa hiyo ukitaka ok, kupata maarifa Mche Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu hata ingia kukufundisha kama hauna hofu ya Mungu ndani yako, sababu jua, usipokuwa na hofu ya Mungu utaona kakiburi, madharau, majivuno, Roho Mtakatifu zikukupa vitu vya kwake ko tengeneza hofu ya Mungu ndani yako. Ile hofu ya Mungu ndani yako ikiwepo, ndio chanzo cha maarifa. Na nasema hapa kazi jumla ya mambo yote ni kumcha Mungu na hiyo ndio kazi ya mtu, kwamba tumepewa kazi mojawapo kubwa ya kuwa na hofu ya kumhofu Mungu. Sasa kumhofu, nisema kumhofu Mungu sio kumwogopa Mungu. Unajua usimogope Mungu kama vile simba. Kuna watu wanamogopa shetani kwa sababu ya kazi zake na anavyofananaga kwamba akibuka wanaweza atakuwa na mapembe moja, liko hapa, ana jino moja limetoka lirefu kama hivi, alafu jicho linazunguka nyuzi 360, kwa anaogopa. Ila Mungu haumuhofu kwa sababu unamuogopa, unamuhofu kwa sababu unamheshimu, kwa sababu ya ile utukufu wake. Haumuogopi kwa sababu anatisha, unamuogopa kwa sababu unamheshimu na unatambua umuhimu wake kwako wewe kama mtoto wake. Zaburi 111 mstari wa 10, kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima, wote wafanyayo hayo wana akili njema, sifa zake zakaa milele. Mithali anasema kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa, hapo pia nasema kumcha Mungu ni chanzo cha hekima. Hekima ni matumizi sahihi ya maarifa sahihi. Kwa hiyo kumcha Mungu ni chanzo cha hekima. Hekima hofu ya, cha ya Mungu ikiondoka ndani ya mtu, akili ya mtu zinachanganyikiwa, hajalishi mtu ni nani, hajalishi mtu ni bosi ofisini kama hana hofu ya Mungu ndani yake hana akili njema. Ndio mwanza akatuma chochote na akafanya hata atakaambiwa kauwe na kaua, kwa sababu hana akili njema. Haijalishi position yake akili njema hana, haijalishi na nini kwa jinsi ya mwili akili njema hana, kwa sababu wale wenye hofu ya Mungu tu bizima ndio wenye akili njema. Kwa mtu tembea na hofu ya Mungu hana akili njema. Jambo la pili ni utendaji kazi wa kiroho au kufanya kazi kwa mambo ya kiroho Wakorintho wa kwanza 10:15 10, 10. lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Nilifanya kazi kupita wao wote. Niko hivi kwa sababu ya neema ya Mungu nasema, na nilipopata neema nilifanya kazi kupita wengine wote, wala si mimi bali ni neema ya Mungu itendayo kazi pamoja nami. Paulo alifanya kazi kuliko wengine wote, kwa kiwango ambacho akapata matokeo ya neema ya Mungu ikatenda kazi pamoja naye kwa kiwango cha juu zaidi, kama matokeo ya utendaji kazi. Ndio maana ni muhimu sana kuwa na utendaji kazi wa mambo ya Kimungu. Mtu yote ambaye ajishughulishi kwenye mambo ya kiroho, ni ngumu sana kukua katika neema. Ukiangalia watumishi wote wakubwa tuseme mfano, hakuna alianzia ukubwani, walianzaga kidogo dogo hivi. Sema dogo dogo, simaanishi umri, yani maanisha wanaanza kutenda kazi kidogo, wakakuwa. Walikuwa na watu wawili, watu mmoja, watu watatu, wakakuwa watano, akafika mia, akafika mia katanuka, mbili, wakazidi kuongezeka, baada ya katanuka akafunga. Lakini lazima alianzia na alikuwa anajibidisha kila itopo, anajibidisha kila kukicha, anajibidisha nafanya kazi kila siku. Mtu yote angalia, hata tuseme waimbaji, ukiangalia maisha ya mwanzo walivyoanza ilikuwa chini, wakakuwa taratibu taratibu taratibu hadi wanakuwa hivyo. Una mwanzo, anashangaa anatunga tunga vya ajabu ajabu tu, anatunga nyimbo ambazo zingine hazina upako vizuri, hazina nguvu vizuri, lakini anazidi kukua katika ile neema aliyoitiwa. Kwa kadri anavyozidi kujibidisha katika mambo ya kiroho, ndipo anavyozidi kukua katika neema. Paulo anasema nalifanya kazi kupita wote, usema kujua. Nakwambia mimi sikufata kuitwa mtume sababu, so, nilirudhi nili, nili, nili, kanisa nilitesa kanisa. Maisha yangu yakoa yanafanania kabisa na utumishi, lakini neema Mungu ilipokuja kwangu, nami nikaanza kufanya kazi kupita wengine wote, na ile neema ikatenda kazi pamoja na mimi, na nimekuwa hivi nilivyo, si mimi bali ni neema itendayo kazi pamoja nami. Wewe kazi gani unaifanya kwa ajili ya mambo ya Mungu? Ni kitu gani cha kiroho unachokifanya kama kazi? Ukikosa hicho unapoteza nafasi ya kukua katika neema, sababu Mungu akukuzi tu kiorera akukuza kiorera ili uweje? Yani yani, kwamba akupe tu neema ili uweje? Neema atupei kwa show ili tuonyeshe kwamba sisi tuna neema? A, a, anakupa neema ili ukue nao katika jambo fulani, anakupa neema ili akuze ufalme wake aeneze ufalme wake ajitwalie utukufu na amzuie shetani. Kama haujishishi na hayo, neema Mungu anapewa nini? Unaomba neema Mungu ya nini ili uweje? Kiomba neema Mungu muone na kuangalia ya nini ili kusaidie nini? sababu mungu hataki ikufaidisha wewe peke yako anataka ifaidishe ufalme wake cha kwanza ikuze na kueneza ufalme wake cha pili impe yeye utukufu cha tatu imzuie shetani haya mambo matatu yakikosekana kwako akusaidia vya nini haiwezekani ndio maana kitu muhimu sana uwe na mambo ya kiroho ya kukuza ufalme wa mungu ya kumpa mungu utukufu na ya kumzuia shetani haya mambo yakiwa matatu kwenye nafasi yako lazima ukijishamali popote pale lazima neema ya mungu ije upande wako Uwe na bidii, anasema alikuwa na bidii ya kufanya kazi kuliko wengine wote. Ukikosa bidii unakosa na neema. Bidii lazima iwepo kazini, iwepo kwenye mambo ya maisha yako. Haya ni mambo ambayo yatakufanya neema ikue. Jambo la kwanza ni maarifa, na tumeangalia namna kupata maarifa. Uwe na hofu ya Mungu, uwe ni mtendakazi, mtendaji kazi, mtenda wa mambo ya kiroho ya kukuza ufahamu wa Mungu, ya kumpa Mungu utukufu na ya kumzuia ya shetani, hayo mambo mawili yanakuza ufahamu wako wa kimungu. Kwa sababu mfano mimi ni mchungaji, lazima niwe mnafuatilia sana natafuta maarifa ya kumjua Mungu, kwa sababu nitakosa kitu cha kuwalisha tunaza kitu cha kusema na nisipojibilisha katika hicho mungu awezi kunikuza. Kio najua nawajibika na, na nyii mkiwa waimbaji lazima utafute kumjua Mungu kibinafsi kwa ajili ya uimbaji wako. ikiimba nio nawezo wa kuweta uwepo wa Mungu napoimba nio naweza wa kugusa moyo wa Mungu nio nawezo wa kumsikia Mungu kila ambacho nataka tuimbe kwa wakati huo na kwa, kwa muda huo. Hatuimbi kama entertainment hapa, hatuko disco hapa, hatuko klabu, tupo kwenye kumwabudu Mungu na uojesa. Nina wajibu wa kuwaunganisha wengine, mimi na wajibu wa kumleta Mungu hapa ili aguse wengine, mewa watu wenyewe wa konekti na Mungu

ukiabudu uwepo Mungu ushuke kabisa mpaka tuone, kwa hautatulia ndani sababu, kuna mahali unatamani uelekee, kuna maono na kuwa nayo, kuna picha unayo unatamani ufike, kwa lazima wana bidi. Mungu huwa hafanyi kazi na wavivu. Soma Biblia yako yote, hajafanya kazi na mvivu. Hajawahi soma, kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo hajafanya kazi na mtu mvivu yoyote. Na mtu yoyote ambaye Mungu amefanya naye kazi ame mkuta akijibidisha na vitu vingine. Ukikaa okay, unasubiria tu kwamba mimi nasubiri mpaka siku Mungu aniambie hata kujia kukwambia, Mungu huwa anaingia anakuta mtu akiwa anafanya jambo, ndipo Mungu anamtokea na anamsemesha kitu Kingine. Angata mitume aliowaita wakati anawachagua Yesu akwenda nyumbani kwa mtu kumchukua mtu kwamba njoo uwe mtume. Ah ah. Alikuwa anawafuata mahali pa kazi. Alienda ziwani wanavua, akawaita kina Petro na kina Yohana, njooni nitafanya kuwa wavuvi wa watu. Akina Mathayo alikuta wale watoza ushuru, nifuate. Alikuwa kazini. Musa alikuwa anachunga ng'ombe. Alikuwa kazini, alikuwa anachunga kondoo wa mkwe wake. Alikuwa kazini. Alimtuma Eliya kwenda kumchukua Elisha, aseme badala kwenye nafasi ya Eliya akiwa analima shambani na jozi kumi na mbili za ng'ombe. Alikuwa kazini. Soma Biblia yako, alikuwa kazini. Hakuna mtu ambaye Mungu alifanya naye kitu akiwa nyumbani, hayupo. We kaa ndani hata wasalii, anasema bata mbo iko miguuni nakaa ndani, hayupo. Lazima uwe nje, umetoka, lazima uwe kwenye vitu unafanya. Alimtokea Gideoni wapi? Ame, anapepeta ngano, amejificha kwenye pango, anapepeta ngano, wakuwa amelala. Shetani tu ndio huwa anawatokea watu wakiwa wamelala, na anakuja ili kuwaua. Akija umelala, unakabwa, unapitilizia huko Usingizi ni zoezi la kufa. Ndio maana ukiwa ulikimbie kata usingizi, sababu unaporara unakuwa unapiga mazoezi ya kufa. Sasa unaweza kupiga zoezi ukapitiliza. Kwa hiyo Mungu huwa anashughulika na watu wakati wako kwenye maeneo yao ya kazi. Usoma Matendo ya Mitume sura kumi na tatu wakati mitume wale Biblia imesema walimu na manabii wanaomba na kufunga. Roho Mtakatifu akawatokea akawambia, nitengeni Sauli na Barnaba kwa kazi ile niliyowaitia. Hiyo ni matendo ya mitume sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza. Walikuwa wanafunga na kuomba. Paulo alikuwa ni mtume, lakini alikuwa kwenye kundi la walimu na manabii, anasikia wito ndani yake, ajielewelewi position ni ipi? Akaamua kuingia kwenye kundi cha msingi nini, ndio kwenye kundi, nisikae nyumbani, naingia kwenye kundi. Akaingia kwenye kundi la mwalimu na manabii, wamefunga na kuomba, naye anafunga na kuomba. Roho Mtakatifu akawatokea akamwambia, nitengeni Sauli na Barnaba, bado hajaitwa Paulo. Paulo ndio, sorry, nitengeni Sauli na Barnaba kwa kazi ile nilioitia. Angekuwa nyumbani kwake, asingetokewa, alitokewa kazini anafunga na kuomba kwa ajili ya, ya agenda walizokuwa nazo. Hakuna mtu aliyekuwa kwa kiroho kizembe, walikuwa kiroho wako kazini. Paulo mwenyewe alivyotokewa na, Mungu. imagine Paulo atokea na Yesu o, o, o, o, pengine umehubiriwa na mtu ila ilimbidi afanye kazi ili Mungu aendelee kusema naye na kumpa nafasi nyingine. Wewe ni nani kwamba akukute tu unakula ugali na maharage afa kusemeshe? Alikuwa amefunga na kuomba, Roho Mtakatifu akatokea akamwambia nitengeni Sauli na Barnaba kwa kazi ile Nilewaitia. Pa, kuna kazi maalum amewatia, lakini alikuwa nasubiri aone watakavyotembea naye kwa kiwango kile, kwa nafasi ile, kwa, kwa wakati ule, ili aone wanafaa au hawafai, wana juhudi au hawana juhudi, ndio wana, wana, wana maana. Kuna, kuna baadhi ya ajira hata ukipata nafasi hawakupi mkataba moja kwa moja, wanakupa kwanza kama vile probation. Probation period wanakupa mkataba wa muda mfupi wa miezi sita kukuchunguza kwanza, kuangalia utendaji kazi wako Mungu, akitaka kukupa kazi, lazima akuchunguze kwenye kazi ndogo ndogo ambazo unazifanya kwanza za kila siku. Unafanyaje kazi mahali popote pale, popote ulipo, hata kama ni kazi ndogo, hata kama ni ndogo kiasi gani, yote ile, akiona juhudi yako, bidii yako, moyo wako uko pale, akili yako iko pale, na unatakia mema na unaleta faida anakufungulia mlango mwingine anakupeleka kwenye ngazi nyingine, na okay. Ndio maana akasema asikuwa mwaminifu kwenye kidogo, hazikuwa mwaminifu kwenye kikubwa. Asikuwa wakili mzuri wa mali ya mtu mwingine, Mungu hawezi kumpa nacho, kwa sababu anaangalia kwanza namna unavyotembea kwenye mambo ya watu wengine na kazi za kawaida kawaida, ili kupeleka kwenye ngazi nyingine. Kulishi neno Mateo 7:24-27 Yesu anaongea, anasema kwamba palikuwa na watu wawili, mmoja mwenye hekima na mwingine mpumbavu. Mwenye hekima alijenga nyumba yake juu ya mwamba, mpumbavu akajenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, dhoruba kali ikaja ikazipiga zile nyumba. Nyumba ya mwenye hekima iliyokuwa juu ya mwamba haikutikisika, haikupata shida, hakupata hasara ili yule aliyejenga juu ya mchanga sema, ilipigwa ilivyopigwa, ikaanguka na nguko lake likawa kubwa, na kapata hasara kubwa sana. Ukiendea mbele, anaezere mfano anafn, anasema anayejenga anez, nyumba yake juu ya mwamba ni yule alisikiae neno na kuliishi akaweka kwenye matendo. Maana kadi unavyosikia neno la Mungu na kuliweka kwenye matendo, kwenye matendo unakuwa kama mwenye hekima, unaijenga nyumba yako juu kwa sababu Yesu ndio mwamba wenyewe. Neno lake linapotoka ukalisikia ukaliishi, e, ukali ukali kwa kwenye, kwenye matendo unakuwa unajenga maisha yako juu ya mwamba. Haijalishi, haijalishi dhoruba ya aina gani kija, unabaki umesimama na hakuna hasara utakayopata hutapotea. Ha, lakini yule ambaye anasikia neno halishiki haliweke kwenye matendo haliishi Biblia inasema ni mpumbavu. Dhoruba ikija, changamoto ikija, atapigwa na anapotea na hasara yake inakuwa kubwa sana. Kwa hiyo kama haulishi neno hautakuja kulielewa neno, na kama hautakuja kulielewa neno unakuwa unajidanganya. Ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo 1:22 anasema yeye ambaye anasikia neno na haliishi anakuwa anajidanganya mwenyewe. Ni sasa, na yule mtu ambaye anajiangalia kwenye kioo, akiondoka ameshajisahau yalivyo. Uwe mlevi wa neno, tekwa na neno, milikiwa na neno, ona unaweza kwamba mimi bila neno siwezi kuishi. Uwe mlevi wa neno.